Mkuu wa Jeshi la Polisi Inspector General of Police, IGP na wenzake wengine watano ambao ni wajibu maombi katika shauri la maombi ya kushikiliwa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche wamemwekea pingamizi mwanasiasa huyo. Shauri hilo la maombi lilifunguliwa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam na mawakili wa Chadema kwa niaba ya Heche, wakiomba amri ya mahakama kuwataka wajibu maombi kumfikisha mahakamani kiongozi huyo au kumwachilia huru kwa dhamana. Katika shauri hilo ambalo mwombaji ni Heche mwenyewe, wajibu maombi ni IGP ambaye ndiye mjibu maombi wa kwanza na Mkuu wa Upelelezi Kanda Maalum Dar es Salaam ZCO. Wajibu maombi wengine ni mkurugenzi wa mashtaka DPP, mkuu wa upelelezi wilaya ya Kinondoni ya rasio, kamishna mkuu wa uhamiaji na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Shauri hilo lilipangwa kusikilizwa na jaji Obadia Bwegoge leo, Jumatatu, Novemba 10 mwaka 2025. Hata hivyo, limekwama baada ya wajibu maombi kuwasilisha pingamizi la awali. Taarifa za pingamizi hilo zimetolewa leo na kiongozi wa jopo la mawakili na wajibu maombi hayo, wakili wa serikali mkuu Agatha Pima, nanukuu, mheshimiwa jaji, shauri hili lilipangwa leo kwa ajili ya usikilizwaji, lakini kabla ya kuendelea tumepokea pingamizi kuhusiana na shauri hili na tuko tayari kuendelea, amesema wakili Pima. Kiongozi wa jopo la mawakili wa Heche leo, Selemani Matauka amekiri kupokea kiapo kinzani, taarifa hiyo ya pingamizi la awali kutoka kwa wajibu maombi, na nukuu: kwa sababu kuna pingamizi la awali na tumepewa muda mfupi, hatujapata muda wa kufanya utafiti kujua namna ya kuyajibu, kwa hiyo tunaomba muda wa kuyapitia na ikiipendeza mahakama yako tupewe ahirisho la siku na tutakuja tarehe kumi na tatu Novemba kwa ajili ya usikilizwaji wa pingamizi na maombi ya msingi kama mahakama yako itaelekeza hivyo, amesema wakili Matauka. Wakili alipoulizwa na jaji Bwegoge kama wanalolote, amesema kuwa hawana pingamizi kama watapewa muda wa kuyapitia na kujiandaa kwa ajili ya usikilizwaji sisi tuko tayari kwa maombi hayo, amesema wakili Pima. Jaji Bwegoge amekubaliana na maombi hayo ya wajibu wa maombi na kuwapa muda wa siku tatu walizoomba kujiandaa na pingamizi hilo, na nukuu, shauri hili limeletwa na waombaji na kwa sababu wao wenyewe ndio wameomba airisho mpaka tarehe 13 mahakama hii inaridhia maombi hayo na shauri hili linaahirishwa mpaka tarehe hiyo. Hivyo shauri hili litaendelea tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025 siku ya Alhamisi. Jaji Bwegoge ameelekeza shauri hilo liendelee tarehe hiyo saa 4 na nusu asubuhi kwa ajili ya usikilizwaji wa pingamizi hilo pamoja na shauri la msingi. Wakili Pima na wakili wa serikali mwandamizi Debora Mushi pamoja na mawakili Matauka kwa nyakati tofauti waliambia wali Mwananchi kuwa katika pingamizi hilo wajibu maombi wamebainisha sababu moja kuwa kiapo kinachounga mkono maombi kina kasoro za kisheria. Heche amekuwa akishikiliwa na polisi tangu Oktoba 22 mwaka 2025 alipokamatwa nje ya geti la mahakama Kuu Dar es Salaam alipokuwa akienda mahakamani kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundulisu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Baada ya kukamatwa awali, chama hicho kilitoa taarifa kwa umma kuwa jeshi la polisi liliwaelekeza kuwa mwanasiasa huyo amesafirishwa kupelekwa Tarime Mara, lakini familia na ndugu zake walipomtafuta katika vituo vya polisi Tarime na Musoma hakuweza kumpata. Hata hivyo, baadaye ilifahamika kuwa alipelekwa Dodoma ambako alikuwa anashikiliwa katika kituo cha polisi Mtumba bila kumpatia dhamana wala kumfikisha mahakamani kwa mujibu wa sheria za nchi. Katika taarifa iliyotolewa na wakili Hekima Mwasipukuzi, Novemba 4 mwaka 2025 Heche alisafirishwa tena siku hiyo kurejeshwa Dar es Salaam ambapo alifikishwa katika kituo cha polisi Mburahati mkoani Kinondoni na kuhojiwa kwa tuhuma za vitendo vya ugaidi. Nanukuu, amepewa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni na kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na Eksteno, alisema wakili Mwasipu katika taarifa yake hiyo. Hata hivyo, wakili Mwasipu alisema kuwa baada ya kutakiwa kuandika maelezo ya onyo Heche alitumia haki yake ya kisheria ya kukataa kuandika maelezo na kwamba akatumia haki hiyo mara baada ya kupelekwa mahakamani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.